Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliokuandalia hii leo, kutoka Umoja wa Mataifa nafasi ya vyombo vya habari katika kusongesha ustawi wa familia na hivyo kuchangia katika maendeleo ya jamii nchini Tanzania. Uh, wananchi wanaweza kuwa mm, wana shida fulani kuhusiana na huduma za watoto, wakipitia chombo cha habari, taarifa zao zitawafikia watoa wa maamuzi kwa haraka zaidi na mambo yanatokea, na hii ni sehemu ambayo vyombo vya habari vimekuwa viki hilo sana, asasa hawa wa umoja. Leo katika mashinani tutakwenda Sudani Kusini. Karibu ni Jumanne ya tarehe 27 ya mwezi Mei mwaka 2025 na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika uimarishaji wa familia, lakini kwanza ni muhtasari ukiwasilishwa na Assumpta Masoi. Asante Arnold. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA hii leo imesema wakati mpango tata wa Israeli wa kugawa misaada kwenye eneo la Palestina la Gaza unalokaliwa kimabavu na Israeli kimabav ukiendelea, Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena umesihi mamlaka za Israeli kuruhusu so ongezeko la kiwango cha misaada ya kufikia walengwa kwenye eneo hilo lilozingirwa ili kuepusha kabisa janga la njaa. Naye Juli Tuma, mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNDRA amesema We have over 3, Tuna zaidi ya malori elfu tatu yaliyosheheni sio tu chakula bali pia dawa yaliyojipanga huko Jordan na Misri yakisubiri kibali cha kuingia Gaza, na yamebeba dawa ambazo zitaisha muda wake hivi karibuni. Kadri nchi zinavyokumbwa zaidi na majanga ya asili, gharama halisi za majanga ni mara kumi zaidi yalivyodhaniwa hapo awali, zikiwa na athari mbaya zaidi katika sekta ya afya, makazi, elimu na ajira, imesema ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupunguza hatari za majanga katika ripoti iliyochapishwa leo Jumanne. Makadirio ya sasa yanaonyesha kuwa gharama za kiuchumi duniani kutokana na majanga ya asili kama vile matetemeko ya ardhi na maporomoko ya udongo na mafuriko ni dola bilioni mia mbili na mbili kila mwaka, lakini gharama halisi ni karibu dola trilioni 2.3 na nchini Namibia, makazi yaliyojengwa na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA kwa ajili ya wajawazito wanaoishi maeneo ya mbali kusubiria ili kujifungua kwa usalama yamesaidia kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wachanga. Mmoja wa wanufaika wa makazi hayo yenye wakunga wabobevu na ambaye anaishi kijiji cha mbali ni Kuliua Maundu, ambaye amenukuliwa akisema kuwa, nyumbani tunapikia kwenye kuni, hapa kuna majiko tunalala vitandani na si sakafuni. Mwisho wa muktasari wa habari kwako, Arnold. Asante sana Sumtamasoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Sudani Kusini ambako wakimbizi waliorejea nyumbani wanashuhudia maisha mapya kutokana na msaada wa mashirika ya kibinadamu. Salia papo hapo tafadhali.

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika na vilevile, unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina Kadri dunia inavyojiandaa kwa mkutano wa pili wa dunia kuhusu maendeleo ya kijamii mwezi Novemba mwaka huu wa 2025, maadhimisho ya hivi karibuni ya siku ya familia duniani yalilenga katika kuhakikisha ni kwa vipi familia zinasongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hasa kujengea uwezo wa familia katika kuimarisha malezi na makuzi ya watoto na jamii kwa ujumla. Nchini Tanzania, kilele cha siku ya familia kilikutanisha wadau wakimulika pamoja na mambo mengine nafasi ya vyombo vya habari katika kuimarisha malezi na makuzi ya mtoto. Je, ni nini kilifanyika? Hamadi Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM anakupasha zaidi. nimepata nafasi ya kukutana na meneja Uh, mawasiliano na uchechemuzi kutoka shirika la CIC Children in Crossfire, uh, Dar es Salaam anaitwa Chiku Ilwena, niko naye hapa tuweze kuzungumzia masuala haya ya kifamilia na programu ya uh, kwa maana mradi wa mtoto kwanza lakini na Tanzania Malezi Summit, na nafurahi kuwa na wewe moja kwa moja tuangazie. uh, mkiwa hapa jijini Mwanza mmekuwa na uh, shughuli nyingi sana. Ni mambo gani ambayo yamefanyika mpaka tunazungumzia kilele cha Tanzania Malezi Summit jijini Mwanza. Kwa ufupi tu, taasisi hizi ambazo zinaendesha mradi wa mtoto kwanza ni hmm. sehemu ya secretariat ya utekelezaji wa programu jumuishi PJT MAM hmm. kwa hivyo kwa pamoja na wadau wengine hmm. walikuwa wanakamati ambazo ziliunda mikakati mbalimbali kuandaa ku, ku, ku, ku, ku, ku matukio ambayo yanaelekea katika kilele cha siku ya familia hmm. mojawapo ilikuwa ni vyombo vya habari na kamati za mikoa mm, za programu jumuishi kufanya kazi kwa pamoja kuandaa midahala ya ngazi ya mkoa mm. Kwa hivyo mikoa ilifanya midahala yao mm, midahalo yao ndiyo. Na waandishi wa habari waliripoti mm, mm, lakini vile vile walishiriki hiyo, mm, ilikuwa ni sehemu mojawapo ngazi ya mkoa mm, kwenye maadhimisho haya, lakini ngazi iliyofuatia mm, ilikuwa ni tathmini sasa ya utekelezaji wa programu jumuishi mm, ya taifa, mradi wa mtoto kwanza ambao unaenda sambamba na programu ya mam nchini ya Tanzania, vyombo vya habari vina nafasi gani ikizingatiwa, wewe ni mtaalamu na mbobezi katika eneo la habari na ukifanya kazi katika vyombo mbalimbali nchini Tanzania? Asante sana. Kwanza niseme tu kwamba programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto pjt mam imetaja vyombo vya habari kama sehemu muhimu ya kimkakati katika kufikisha taarifa kwa wadau mbalimbali kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka ngazi ya familia, lakini vile vile kimkakati kabisa programu hii ina, inafanya kazi ya kuleta uwajibikaji kuanzia ngazi ya familia, lakini vile vile kuanzia uh, kuelekea ngazi za halmashauri, kata na kadhalika. Kwa hivyo vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee kabisa kufikia makundi yote haya kwa wakati mmoja, lakini vile vile vyombo hivi vya habari vinaweza kutumika kimkakati kuibua masuala ambayo yako katika uh, ngazi mojawapo katika hizo nilizozitaja, kupeleka kwenye ngazi nyingine. Kwa mfano uh, wananchi wanaweza kuwa wana shida fulani kuhusiana na huduma za watoto. Wakipitia chombo cha habari, taarifa zao zitawafikia watoa wa maamuzi kwa haraka zaidi na mambo yanatokea. Na hii ni sehemu ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikitenda hilo sana, hasa hasa hawa wa Umoja wa Waandishi wa Habari Tanzania UTPC, ambao tunawaita waandishi vinara wa mamu, kwa sababu walipata mafunzo na sasa hivi wanajua kuchambua masuala haya. Kwa hivyo, jinsi wanavyoziandika zile habari, wanachambua kwa undani na kuweza kufikia kufikisha ujumbe kwa usahihi kwa wahusika wote, na wame, tumekuwa tukiona matokeo yanafanywa kazi. Kwa mfano, kuna barabara watoto walikuwa wanavuka wa, wanagongwa sana walipoibua hili suala, mara moja kuliwekwa zebra, kukawa kunawekwa mtu ambaye anasaidia kuwavusha hasa wale watoto wadogo kwenye madarasa ya awali. Ufanikishaji kupitia vyombo vya habari vimeleta matokeo gani tangu imeanza kutekeleza? Matokeo ni mengi na ni makubwa hmm. Hmm. Na tunashukuru kwamba yanatambulika kwa sababu yanaonekana kuleta okay. u wanasema awareness eh, utambuzi, uelewa, utambuzi, utembuzi hiyo, na uelewa wa masuala ya malezi na makuzi mm, ndio jambo la msingi kabisa kwa sababu kwa mfano, kwa mfano rahisi tu, ingekuwa kila mzazi anaelewa jukumu la malezi na analitekeleza mm, si ajabu tusingekuwa tuna kazi kubwa kiasi hiki cha kulielewesha mm, lakini vyombo vya habari vimeanza kuleta ule, ule, ule uelewa na uelewa huu unahitajika kwa ngazi zote mpaka hata ngazi ya viongozi. Kuna viongozi wengine wako katika maeneo na hawafahamu vizuri masuala ya sayansi ya ICD, kwa hivyo haelewe ni kwa nini mm, tunasisitiza malezi jumuishi mm. Eh, wakielewa yote hayo yanaleta manufaa makubwa sana, na sasa hivi uelewa umepanda kwa kiasi kikubwa sana. Shukran sana Hamad Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM kwa mada hiyo. Na sasa ni mashinani, kupitia video iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani Sudani Kusini, UNMISS, tunakutana na Mary Aban Ekon, mkazi wa kijiji cha Hai Matar huko Sudani Kusini. Yeye ni miongoni mwa wakimbizi waliorejea nyumbani baada ya kupatiwa makazi mapya yaliyojengwa na msaada wa mashirika ya kibinadamu chini ya mradi uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa na wadau wake. Nina furaha sana kwa kweli kutokana na nyumba ambazo mashirika ya kibinadamu wametujengea. Sasa ninaishi hapa na watoto wangu baada ya kurejea kutoka Sudan. Pia ninafurahia uwepo wa polisi katika eneo letu kwa ajili ya usalama na kutulinda